Mangu Dokta Samia Suluhu Hassan, naomba unisaidie kijana wako niweze kupata usafiri kwa ajili ya uh, mizunguko yangu ambayo naifanya ya kuwatembelea watoto mashuleni. Nimekuwa nikipata changamoto sana, lakini pia usafiri huo unisaidie katika kuwatembelea wale watoto ambao wana mahitaji maalum na, na kuwapatia misaada ambayo nakuwa naikusanya. Lakini pili, mheshimiwa rais, naomba ikikupendeza unisaidie niweze kupata mguu ambao naweza nikautembelea. Kwa hiyo nalileta kwako mheshimiwa rais, naomba unisaidie kijana wako niweze kupata mguu ambao utanisaidia katika hata ufundishaji wangu, lakini pia swala la usafiri, mheshimiwa, naomba pia unisaidie. Mwanetu amepata alichokiomba, mwanetu kapata bajaji yake fresh, na mguu wake bado umebaki, kumbukumbu nyingine kwa mola wake. Hatimaye kilio cha mwalimu Yusuph kimefika Magogoni. Leo ni mwalimu Yusufu wa Kigoma, kesho uenda ukawa wewe. Ongea na mama yetu Samia Suluhu Hassan na timu yako. Hakika wewe una moyo wa utu, wewe ni kiongozi mwenye weledi, kwa wakati mmoja kumtia moyo na kumpatia mahitaji yake yote mwalimu Yusufu aliyokulilia. Umetupa shule nyingine kwa uongozi, ni wito. Asante mtumishi wetu, tumekuona kwa mara nyingine ukigusa mioyo ya Tanzania. Mm, unaupiga mama. Mama Yuko Kazini.